Mchezo utakuwa ni mgumu, kwanza, kutokana na historia ya mchezo wenyewe. Kwa Tanzania sisi kwetu ni kama vile mchezo wa kisasi, kwa sababu mara yetu ya kwanza kufuzu AFCON mwaka 1980 kwenye kundi letu tulikuwa na Nigeria na wakatufunga magoli matatu kwa moja. Kwa hiyo leo ni AFCON ya pili, tunakutana nao kwa mara ya pili kwenye mashindano haya. Kwa hiyo unaona ni kwa kiasi gani ni kama mchezo wa kisasi kwa upande wetu. Lakini pia katika mara tano za mwisho kukutana nao aa, tumefungwa mara tatu na tumesare mara mbili, maanake hatuna matokeo mazuri mbele yao. Kwa hiyo unaona ni kwa kiasi gani ni mchezo ambao leo inabidi historia ikabadilike lakini kwa mchezo wenyewe husika bado Nigeria wanaonekana wakiwa wana ubora wa wachezaji, asilimia kubwa ya wachezaji wao wanatoka ligi kubwa mbalimbali barani Ulaya, ligi kuu nchini Uingereza, lakini Hispania pamoja na Itali na ligi nyingine nyingine. Wachezaji kama akina Victor Osimhen na Demola Lukman, wamekuwa ni wachezaji ambao wanafanya vizuri sana katika ligi hizo, akina Alex Iwobi. Kwa hiyo nakuja kuona tofauti na timu yetu ambayo wachezaji wetu wengi wanacheza ligi ya ndani, labda na wachache wanaocheza nje. Kuna tofauti ya ubora baina yetu na wao, kwa hiyo unakuja kupata picha ya kwamba ni mchezo ambao Nigeria anaonekana akipewa kipaumbele sana kwenye kupata matokeo katika mchezo wa leo, lakini katika mpira wa miguu lolote linaweza likatokea, na naamini leo ni nafasi kwa timu ya taifa ya Tanzania kuweza kuandikisha historia mpya. Unadhani ni kwa nini inaambiwa au watu wengi wanadhania kwamba ni timu ya taifa ya Tanzania ni dhaifu katika michuano hii hapa? Udhaifu saa nyingine unatokana kwanza na uzoefu. Kumbuka hii ni mara yetu ya nne, lakini Nigeria ashakwepo pale, labda ashashinda ubingwa. Lakini jambo lingine ni ubora pamoja na uzalishaji wa wachezaji bado timu yetu ya taifa imekuwa ikitegemea wachezaji wanaotokana na soko la ndani I mean, wachezaji wa kizawa asilimia karibia sabini uh, ya wachezaji wanatokea ligi ya nyumbani, tofauti labda na timu za wenzetu ambazo asilimia kubwa wanategemea wachezaji ambao wanacheza ligi kubwa kubwa na vilabu vikubwa barani Ulaya ambapo kuna uzoefu mwingi wamekwenda kuupata kule pamoja na ubora, jambo ambalo linaweka utofauti baina ya timu yetu na timu tunazoshindana nazo. Na ndio maana imekuwa ngumu sana kwetu labda kufanya vizuri kwenye mashindano kama haya. Kwa ambavyo unaona kikosi chetu cha timu ya taifa, wakina Mbwana Samatta, wakina Simon Msuva, wakina Novatus Dismas, wachezaji gani hasa wanaenda kutusababishia kupata matokeo leo? Uzoefu wa Mbwana Samatta pamoja labda na Simoni Msuva, Afkoni yao hii ya tatu sasa, na wamekuwa wakifanya vizuri, wamekuwa wakitoka nchi mbalimbali na wanafanya vizuri kwa hiyo huenda ukatusaidia lakini pia uwepo wa wachezaji vijana ambao wanaweza wakatupa ile kasi ya mchezo. Wachezaji kama akina Faisal Salum, akina Morris Abraham, akina Chazi Mombwa, Alarakia wamekuwa pia na wakati mzuri kwa siku za karibuni, ambapo naamini itakuwa chachu ya kupata matokeo. Lakini kubwa zaidi ni uimara wa safu yetu ya ulinzi, hawa akina Dickson Jobu, akina Ibrahim Abdullah, Shomari Kapombe, hawa Mohamed Huseni wamekuwa wanacheza kweli ligi za ndani, lakini ubora wao umekuwa ukipanda siku hadi siku na wamekuwa wakifanya vizuri, na uzuri ni kwamba wako na uzoefu wa mashindano haya ya Kiafrika kwa kuwa vilabu vyao vya Simba na Yanga vimekuwa vikishiriki. Kwa hiyo naamini ubora ule pia wakiuhamishia kwenye eneo la ulinzi utawapa ugumu Nigeria labda kuweza kupata goli lakini pia ubora wa kina Samatta na uzoefu ukitumika vizuri huenda pia ukatupatia magoli na kuona namna gani, jumlisha ni ile kasi ya vijana, tunaweza tukapata wakati mzuri kwenye mchezo wa leo. Cha kumwambia kocha Gamondi kulingana na kikosi ambacho anacho. Kuzing, cha kuzingatia ambacho labda naweza kumwambia ni kuzingatia nidhamu kubwa ya mchezo na nidhamu iwe katika mambo mawili: kwanza, nidhamu ya kimbinu, lakini pili, nidhamu ya, ya kiulinzi kwa sababu Nigeria ni timu ambayo ina wachezaji wa madaraja ya juu, ambao ukiwapa nafasi ndogo tu wanaweza wakakuadhibu kwa wakati wowote wa na mwalimu Gamondi falsafa yake bila kujalisha anacheza na aina gani ya timu, amekuwa akicheza mpira wa kupishana, mpira wa wazi. Kwa hiyo si salama sana kwa timu yake kucheza kwa mpira wa wazi wa kushambulia sana, wa kubadilishana vipindi, kwa sababu itapunguza ile nidhamu labda ya kimbinu au nidhamu ya kiulinzi, jambo ambalo huenda likawapa nafasi Nigeria, na kutokana na ubora wa wachezaji wao ikawa ni hatari labda kwa upande wetu. Mimi nakushukuru, shukrani.